Mkuu wa mkoa wa Tabora, Aggrey Mwanri, amefunga kiwanda cha mbao cha Kirungi Kingaru kilichopo porini katika wilaya ya Kaliua na kuagiza kukamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria mmiliki wa kiwanda hicho na maafisa misitu wa wilaya hiyo. Mwanri ametoa amri hiyo baada ya kufanya ziara ya kushtukiza katika kiwanda hicho na kukuta rundo la magogo yaliyovunwa katika misitu ya hifadhi kwa ajili ya kupasuliwa mbao na kusafirishwa kwenda nje ya nchi. Mwandishi wetu Niko Mwaibale kutoka Tabora na ripoti zaidi. Akiwa katika kiwanda hicho, mkuu wa mkoa wa Tabora Aggrey Mwanri alikagua magogo hayo na kubaini kuwa hayana alama yoyote inayoonyesha yamevunwa kihalali. magogo yako hapa, hayapigwe nyundo? Wewe tunakaa nabishana na mtu hapa, tunakaa nabishana na mtu, na magogo yameingia hapa, hayana kibali cha serikali yameingia. Je, unasema mimi sijui na tumuulize nani? Nauliza magogo haya yametoka <coughs> wapi?

Meneja wa kiwanda hicho Saidi Matomolo amesema wao wana leseni ya kuvuna magogo na kabla hawajatoa polini, wakala wa huduma za misitu wanakwenda na kuyagongea mihuri ya kuhalalisha kuikata magogo afu anakuja kuyahudumia, ndio tunaanza kubeba. Kauli hiyo ya meneja wa kiwanda ikampandisha hasira mkuu wa mkoa ambaye katika ukaguzi wake akuona alama yoyote ya mihuri kutoka wakala wa huduma za misitu. Sasa nasema kamata watu wote ambao wamehusika katika hii habari, na magogo haya ni mali ya serikali. Hao wamekuna kwenye msitu wa, wamekuna katika eneo la hifadhi, wamekata magogo kule, yamekuja hapa, hawana maelezo. Nasema hivi kamata, nasimamisha kiwanda please. Simamisha kila kitu hapa hapa, tuma vijana, zunguka hapa, zui ya kila kitu, full stop. Hatusika tunabishana hapa, tunaweza ubishu soko la maana hapa. Magogo yameingia hapa, yaliingiaje na nini? Wamekwenda katika eneo la hifadhi, wamekata magogo mle, wamekuja wameleta hapa, alafu wanatuambia hawajui kwamba yamekuja kujaje hapa please. Habari ya kesho sitaki kusikia, habari ya kesho, na kila mtu anyamaze. Not tomorrow today, sio kesho, leo Mwenyekiti wa halmashauri ya Wilaya Kaliua, Haruna Kasele, amesema uvunaji haramu wa misitu unaohusisha maafisa misitu wa wilaya hiyo, kwa kuwa kila siku wanafanya doria, amekabidhiwa kamanda hapa. Hao watu wa TFS